Kituo cha habari cha CNN kimetetea vikali ripoti yake kuhusu matukio ya Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania, kikisisitiza kuwa taarifa hiyo imejikita kwenye ushahidi uliothibitishwa kikamilifu na kwamba hakikuchapisha jambo lolote lisilo na uhakika. Akizungumza na SABC News, mwandishi Lari Madoo alieleza kuwa uchunguzi huo ulihusisha mahojiano na zaidi ya Watanzania 100 pamoja na uchambuzi wa kitaalamu wa picha za satellite, right, sauti na video ili kufuatilia kwa kina matukio ya vurugu, vifo na madai ya makaburi ya makaburia pamoja Madoa alibainisha kuwa uhakiki huo wa kina ulithibitisha wazi kuwa raia wasio na silaha walishambuliwa kwa risasi na polisi au watu wenye silaha, huku akisisitiza kuwa tangu ripoti hiyo iwekwe hadharani hakuna mamlaka wala mtu yoyote aliyeweza kukanusha ukweli wa taarifa hizo au kuthibitisha kuwa CNN ilidanganya. Alihitimisha kwa kusema kuwa kazi hiyo ilifanywa kwa umakini mkubwa ambapo kila kipande cha ushahidi kilikaguliwa na kuthibitishwa kabla ya kutangazwa kwa umma. Je, una maoni gani? Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.